Siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 ndio siku ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Vituo vilivyotumika katika zoezi la uandikishaji wapiga kura katika daftari la kudumu la tume huru ya taifa ya uchaguzi ndivyo vitakavyotumika wakati wa zoezi la kupiga kura siku hiyo ya tarehe 29. Vituo vyote vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi mpaka saa kumi kamili jioni, na vile ambavyo viko kwenye maeneo ya magereza yetu vitafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa tisa alasiri. Mkoa wetu wa Iringa una jumla ya vituo 2252 na ukivigawanisha katika majimbo yetu saba ni kwamba jimbo la Iringa mjini lina vituo 412, jimbo la Kilolo tuna vituo 472, jimbo la Iringa DC tuna vituo 645, jimbo la Mufindi tuna vituo mia tano na jimbo la Mafinga mjini tuna vituo 29. Eh, katika mkoa wetu wa Iringa tunayo idadi ya wapiga kura laki saba, sitini na saba elfu, mia tisa kumi na tatu Lakini kuna jambo la muhimu sana ambalo nawatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa wanapaswa kulifahamu ni kwamba siku ya uchaguzi, ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya kupiga kura lakini endapo itatokea mpiga kura amepoteza kadi yake kwa namna moja au nyingine, basi ataruhusiwa kufika kituoni, katika kituo alichojiandikisha kupiga kura akiwa na kadi zifuatazo: au leseni ya udereva, au kitambulisho cha NIDA au pasi ya kusafiria hizo zita ruhusiwa na zitatumika kutumika kwa mpiga kura yule ambaye amepoteza kadi yake ya mpiga kura. Kuna utaratibu ambao umeanzishwa kwa ya wale ambao ni walemavu wanahitaji usaidizi a, tume imeruhusu waje na watu kwenye familia yao au mtu ambaye atamsaidia yule mlemavu, lakini vile vile miundombinu ya tume Uh, kuanzia kwenye vifaa vya kupigia kura vyote vime vimelenga kusaidia walemavu wa aina zote. Lakini kwa wale walemavu wengine ambao wana ulemavu wa kutokuona kuna karatasi maalum ambayo tume imeiandaa ambayo ni ya nukta nundu itakayowawezesha kuweza kupiga kura yao na kuchagua viongozi ambao wanaona wanawafaa. Wito wangu kwa wananchi wa mkoa wa Iringa waliojiandikisha kupiga kura wajitokeze kwa wingi kupiga kura, kwa kuwa ni haki yao ya msingi, waje kuchagua viongozi ambao watawaongoza katika serikali yao. Usipojitokeza kupiga kura, ina maana unajinyima haki yako na utashindwa kuchagua kiongozi ule ambaye unamtaka. Kwa hiyo ni vyema wananchi mjitokeze kwa wingi mje mpige kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano muweze kuchagua rais wa bunge pamoja na madiwani ambao watawaongoza katika serikali yenu.